Watu wengi sana wanapenda kufungua mitandao, watu wengi sana, watoto wengi sana, mnapenda kuwa na smartphone, lakini mmekuwa mkizitumia ndivyo sivyo. Sasa imefika wakati mzuri wa kuanza kubadilisha hiyo akili badala ya kufungua smartphone na ukaangalia vitu ambavyo vinaendelea kuharibu akili yako, sasa hivi fike wakati ukifungua hiyo smartphone yako uanze kuwaza kusema, mimi leo nitafanya biashara wapi, nitauza wapi, au nitabuni kitu gani ambacho nikikiweka huku mtandaoni najua nitapata wateja watakao nifuata namna hii, wa ukifika mtaani badala ya kulala usingizi na kulegelega kusema nasubiri kazi, huna haja ya kusubiri kazi, bali wewe sasa ndio wakutafuta watu wa kuajiri ili uweze kusukuma kazi yako nini mbele. Kwa hiyo mimi nachosema kwamba naomba hivi hizi siku nne, ukitoka hapa, hakikisha wewe unaitwa king'ang'anizi, ng'ang'ania hichi unachoenda kujifunza ili uweze kusonga mbele zaidi na zaidi na zaidi. The program is running in eight other African countries.

capabilities we believe in your abilities and we believe in the fact that in the next 5, 10, 15, 20 years if we are looking for the most influential and successful entrepreneurs in Tanzania even East Africa or the whole of Africa we would have them coming from this room. Kwa jina naitwa Aaron Lucas Kayanda ya mkufunzi wa j JA Social Equity Program na leo tuko chuo cha maendeleo ya jamii Monduli tukiendesha mafunzo ya siku nne ambayo yanalenga kuwafundisha wanafunzi masuala ya ujasiriamali pamoja na masuala ya uongozi na ubunifu kwa ujumla. Moja kati ya changamoto kubwa katika jamii imekuwa ni changamoto ya ajira. Tunatazamia baada ya mafunzo haya, vijana wetu watakuwa vizuri kabisa katika swala so zima la ubunifu na kutengeneza nafasi mpya za ajira. Kwa majina naitwa Elfraha Eliamini Kiangi, ni mkufunzi lakini pia mkuu idara katika Chuo cha Maendeleo ya Jamii Monduli. Uh, leo tuna program maalum, program naitwa Social Equity ambayo inaendeshwa na shirika la JA Africa. Programu hii ni program nzuri sana na program kubwa ambayo ina manufaa makubwa kwa wanafunzi wetu. Wanafunzi wetu wa NTA level 4, 5 na 6 wameshiriki katika mafunzo haya kwa wingi mkubwa sana, kiasi kwamba umepelekea wanafunzi wetu kupata elimu bora kwa elimu ya ujasiriamali, elimu ya uongozi na elimu ya kutumia uh, digital platforms katika kuendesha biashara mbalimbali. Kwa majina naitwa Agatha Charles, ni mwanafunzi wa maendeleo ya jamii chuo cha Monduli. Uh, tumebahatika kupata mafunzo ya leadership na entrepreneurship. Kwa kweli tumefurahi sana, kufarijika kwa sababu kozi yetu sisi ni maendeleo ya jamii, kwa hiyo tunafundishwa kwenda kukaa na jamii. Kwa hiyo hii haya mafunzo yametupa elimu zaidi kwa ajili ya kujitegemea wenyewe katika kufanya biashara ya ujasiriamali, kwa sababu sisi ni tunajifunza mambo ya uongozi, kuongoza jamii kwa ajili ya kujitegemea. Kwa hiyo mafunzo ambayo tumeletewa ndani ya siku nne hii mimi binafsi yameniongezea kitu kikubwa kuifanya jamii kujitegemea katika kufanya mizunguko ya maisha. Kama unavyofahamu kwamba asilimia kubwa ya vijana tunatumia mitandao ya kijamii, tukitumia smartphone na vifaa vingine. Lakini kwa asilimia kubwa tumekuwa tukivitumia vifaa hivi pasipo manufaa. Lakini pia ujio wa hili shirika umetoa elimu juu ya namna gani ya kuvitumia vifaa hivyo kujinufaisha, lakini pia kujitengenezea ajira sisi kama vijana. Hivyo ni wajibu wetu sisi kama wataalamu wa fani ya maendeleo ya jamii tunapokuwa katika jamii zetu, kuwaelimisha wanajamii kwamba ni kwa namna gani wasikae tu na kuchati au kuzitumia tu simu zao kila siku, ila wanatakiwa kuzitumia simu zao kujiajiri na sio kukaa kusubiria ajira. Ni wajibu wetu sisi kama vijana lakini pia sisi kama wataalamu wa fani ya maendeleo ya jamii kwenda kubadilisha fikra za wanajamii na kuimpact knowledge mpya, kwamba ni kwa namna gani jamii inapaswa kukaa, lakini pia ni kwa namna gani wanajamii, vijana, watu wazima, lakini pia uh, na watu wengine ambao wana dhana ya kwamba ili uweze kuajiriwa lazima usome au ufanyaje ndio uweze kuajiriwa. lakini ni wajibu wetu na ni haki yetu pia kwenda kuwaelimisha wengine kwamba tunapaswa kutumia vyombo tulivyo navyo kujiajiri na sio kukaa ili kusubiria ajira.